Asubuhi ilifika kimya kimya kama wimbo laini. Jua lilichungulia juu ya vilima likitawanya mwanga wa dhahabu juu ya nchi. Hewa ilinukia safi na tulivu, na ardhi ilikuwa bado baridi kutokana na usiku. Yusufu aliamka akiwa na tabasamu. Alipenda sana asubuhi, zilihisi zimejaa ahadi, kana kwamba jambo lolote jema lingeweza kutokea. Yusufu alisaidia kila alipoweza, kama alivyokuwa akifanya siku zote. Alibeba vikapu vilivyojaa nafaka. Aliwaangalia kondoo walipokuwa wakichunga. Alimsikiliza kwa makini baba yake alipokuwa akizungumza, hasa alipokuwa akisoma hadithi za zamani. Hizo ndizo zilikuwa nyakati alizozipenda zaidi Yusufu. Sauti ya baba yake ilikuwa tulivu na thabiti. Alipoongea kuhusu Mungu, ilihisi kama kusikiliza moto wa joto ukitoa sauti ya kupasuka katika jioni ya baridi. Hadithi hizo zilimfanya Yusufu ajisikie salama. Zilimfanya Mungu ahisi kuwa karibu, kama uwepo wa upendo ambao hauondoki kamwe. Asubuhi moja, jua lilipopanda juu zaidi, baba yake Yusufu alimuita. Yusufu alisema kwa upole, njoo hapa mwanangu. Yusufu alikimbia haraka, viatu vyake vilipiga vumbi dogo alipokimbia. Alipofika mbele ya baba yake, alitazama macho yaliyojaa joto, macho yaliyofanya wasiwasi upungue na mioyo ijazwe ujasiri. Nimekutengenezea kitu, baba yake alisema. Yusufu aliegemeza kichwa chake kwa udadisi. Kutoka nyuma ya mgongo wake, baba yake alitoa joho. Lakini hili halikuwa joho la kawaida. Lilikuwa zuri sana. Rangi zake zilikuwa nzito na za kina, kama machweo yaliyosokotwa ndani ya kitambaa. Mikono mirefu ilitiririka pembeni. Kitambaa kilionekana laini. Lakini pia imara, kana kwamba kimeundwa kudumu kwa muda mrefu. Kila mshono ulionekana kufanywa kwa makini, ukiwa umejaa subira na upendo. Pumzi ya Yusufu ilisimama. Ni langu? aliuliza kwa sauti ya chini. Baba yake alitikisa kichwa na kuliweka joho kwa upole mikononi mwa Yusufu. Ni lako kwa upendo. Yusufu alipapasa mishono kwa vidole vyake, alihisi kana kwamba upendo wa baba yake ulikuwa umeshonwa ndani ya kila uzi. Joho hili lilikuwa zaidi ya vazi, lilikuwa kama kusema, wewe ni wa thamani kwangu. Yusufu alivaa joho hilo na lilimtoshea kikamilifu. Alisimama wima zaidi bila hata kutambua, tabasamu pana likaenea usoni mwake. Asante, alinong'ona. Lakini wakati mwingine, hata zawadi nzuri zaidi zinaweza kuleta vivuli vya kimya. Ndugu zake Yusufu waliliona joho mara moja. Waliona rangi zake angavu, waliona jinsi lilivyotengenezwa kwa uangalifu na waliona jambo lililofanya mioyo yao ijikaze. Baba yao hakuwa amewapa joho kama hilo. Ndugu mmoja alikunja uso. Bila shaka yeye hupata kitu cha pekee, alinung'unika. Mwingine alikunja mikono na kugeuza uso wake. Baba anampenda zaidi. Maneno yao yalikuwa ya chini, lakini hisia zao zilikuwa nzito. Yusufu hakusikia kila walichosema, lakini alihisi mabadiliko. Jinsi sauti zao zilivyonyamaza alipokaribia. Jinsi macho yao yalivyomfuata si kwa tabasamu, bali kwa kitu chenye makali na wasiwasi. Yusufu hakuelewa kwa nini. Alijaribu kujiambia, watakuwa na furaha kwa ajili yangu hivi karibuni. Sisi ni familia. Yusufu hakujua mengi kuhusu wivu bado. Hakujua jinsi unavyoweza kukua kama magugu bustanini ikiwa hakuna anayeyaondoa. Aliendelea kulivaa joho hilo. Si kwa kujionyesha. Si kwa kumuumiza mtu yeyote. Alilivaa kwa sababu lilihisi kama kumbatio la baba yake, ambalo angeweza kubeba siku nzima. Hata hivyo, kadiri alivyolivaa ndivyo macho ya ndugu zake yalivyozidi kuwa mazito. Katika mawazo yao, joho halikuwa tena kitambaa tu, likawa ishara. Ishara kwamba Yusufu alikuwa tofauti. Ishara kwamba alipendwa kwa njia ya pekee. Mawazo hayo yalifanya mioyo yao ihisi moto na kutotulia, kama sufuria iliyoachwa juu ya moto kwa muda mrefu sana. Jioni moja, anga lilipogeuka rangi ya waridi na machungwa, Yusufu alipita karibu na ndugu zake. Alisimama na kuzungumza kwa upole. Je, mnahitaji msaada wowote? aliuliza. Ndugu mmoja alitikisa kichwa bila kuinua macho. Hapana. Mwingine akasema, nenda zako. Yusufu alisimama kwa muda mfupi, vidole vyake vilijikunja kwenye ukingo wa joho lake. Kifua chake kilihisi kubana, na hakujua kwa nini. Alitaka kusema Sikuomba hili. Alitaka kusema nawapenda ninyi pia. Lakini maneno yalikaa kimya moyoni mwake. Basi alitikisa kichwa na kuondoka. Baadaye Yusufu aliketi peke yake na kutazama mikono yake. Mikono iliyofunikwa na mikono ang'avu ya joho. Bado alipenda joho hilo. Lakini sasa lilihisi kuwa zito zaidi, sio kwa sababu kitambaa kilikuwa kizito, bali kwa sababu Yusufu aliweza kuhisi jinsi lilivyowafanya ndugu zake wahisi, na hakujua jinsi ya kurekebisha hilo. Baada ya yote, Yusufu alikuwa bado mtoto. Kwa hiyo alifanya kile ambacho watoto wengi hufanya mambo yanapochanganya. Aliendelea kuwa na tumaini. Aliamini kwamba wema bado ungeweza kukua, aliamini mioyo ingeweza kulainika, aliamini upendo ungepata njia, na katika tumaini hilo kulikuwa na ujasiri. Usiku huo Yusufu alilikunja joho lake kwa uangalifu na kuliweka kando yake. Chumba kilikuwa kimya, kikiwa kimejaa vivuli laini. Alifunga macho yake na kunong'ona sala. Mungu, alisema kwa upole, asante kwa baba yangu, asante kwa upendo. Tafadhali wasaidie ndugu zangu, tafadhali tusaidie tuwe wema kwa kila mmoja. Nje upepo ulipita kwa upole juu ya vilima nyota zilianza kung'aa angani. Ndani Mungu alikuwa bado akifanya kazi, hata katika mahali ambapo Yusufu hakuweza kuona. Sasa lala usingizi, mpendwa. Ukijaliwa zawadi ya pekee na ikaonekana kuwafanya wafanya wengine wajisikie kutengwa, mkumbuke Yusufu. Zawadi ni nzuri, lakini wema ni wa thamani zaidi. Usiku mwema. Mungu anakupenda kwa upendo laini na wa kudumu. Kuwa jasiri na kuwa mwema. Hata hisia zinapochanganyika, upendo wake unabaki pamoja nawe daima.